Nawashukuru sana waheshimiwa wabunge kwa imani hii kubwa mliyofanya ya kuthibitisha jina langu. Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, kiongozi anayebeba matumaini ya nchi na mashaka ya wananchi wake. Kiongozi anayebeba matumaini ya nchi kwa kuisimamia na kuiongoza serikali. Lakini ndani yake pia amebeba mashaka ya wananchi wake. Hii ni simulizi ya mtu anayetazamwa na macho yote mawili ya Tanzania, macho ya matumaini na macho ya hofu. Karibu kwenye uchambuzi maalum wa Simulizi Zinaishi, ukiangazia wasifu wa Mwigulu Nchemba. Katika orodha ya majina mengi ya viongozi, kuna majina ambayo yakitajwa wananchi hubaki kimya kwa sekunde kadhaa kabla ya kutoa maoni yao, majina ambayo yanagusa hisia, si kwa sababu ya umaarufu tu bali kwa sababu ndani yake kuna hadithi za matumaini na pia majeraha. Mmoja ya majina hayo ni Mwigulu Lameck Nchemba. Alizaliwa kijijini Makunda, Iramba, mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano kijana wa kawaida mwenye ndoto kubwa. Safari yake ya elimu ikamfikisha chuo kikuu cha Dar es Salaam, akasomea uchumi na baadaye kuingia kwenye benki kuu ya Tanzania. Wengi wanamkumbuka kama kijana mwenye akili ya hesabu aliyejipambanua kwa uelewa wa fedha za umma, lakini wachache sana walijua kwamba ndani yake kulikuwa na kiu ya uongozi. Na hatimaye kiu hiyo ikamvuta kwenye siasa. Mwaka elfu mbili na kumi akawa mbunge wa Iramba Magharibi. Safari yake ya kisiasa ikaanza kama upepo mkali wa jangwani. Jina lake lilianza kuzungumzwa kila kona, mwenye nidhamu anayependa takwimu na mwenye uelewa wa kiuchumi. Hata hivyo, kadiri alivyopanda ngazi ndivyo mawimbi ya lawama na mashaka alivyoanza kupanda naye. Wapo wanaosema Mwigulu ni kiongozi jasiri mwenye akili na msimamo. Lakini pia wapo wanaosema Mwigulu ni sehemu ya mfumo uliowavunja wananchi. Kauli mbiu zinazopingana, lakini zote zinaishi kwenye midomo ya Watanzania. Wakati anatauliwa kuwa waziri wa fedha, wananchi wengi walitarajia pumzi mpya ya uwajibikaji. Lakini dunia ya siasa ni ngumu. Kila uamuzi una gharama zake, kila hesabu ina upande wa hasara. Wengine wakamwona kama mtaalamu wa takwimu lakini anayesahau uhalisio wa maisha ya mnyonge, wengine wakamwona kama mwana mageuzi anayepambana kurejesha nidhamu katika matumizi ya fedha za umma. Kwa kifupi, Mwigulu akawa kioo kinachoonyesha taswira mbili, upande wa matumaini na upande wa hasara. Kisha upepo wa kisiasa ukaingia ukurasa mpya. Rais Samia Suluhu Hasani akamteua kuwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tangazo hilo lilipovuma, baadhi ya wa watanzania wakashangilia, hatimaye tunapata waziri mkuu mwenye taaluma ya kiuchumi. Lakini wengine waliguna kimya kimya, kwa nini yeye tena jamani? Ni kweli wapo wanaomwamini wanaoamini katika hekima yake, uzoefu wake na uthubutu wake wa kuchukua maamuzi magumu. Lakini pia ni kweli wapo wanaomuhusisha na mizizi ya ufisadi wa kihisi, amekuwa sehemu ya mfumo uliosababisha mateso kwa raia wa kawaida. Na katika nchi inayojitafuta kati ya uadilifu na maendeleo, hoja hizi mbili haziwezi kupuuzwa kamwe. Leo hii akiwa waziri mkuu, mzigo aliobeba si tu utawala, bali mzigo wa kuaminika tena. Watanzania wanamwangalia si kwa macho ya heshima pekee, bali kwa macho ya mashaka na matarajio. Wapo wanaomwombea afanikiwe na wapo wanaosubiri kosa lake la kwanza kuthibitisha imani yao ya zamani. Lakini historia ya kweli huwa haiandikwi kwa maneno ya watu, inaandikwa kwa matendo. Kama ataweza kusimama juu ya upepo wa tuhuma, akafanya kazi kwa uwazi, akagusa maisha ya wananchi kwa vitendo basi jina lake litaandikwa katika ukurasa wa matumaini kwa wino wa dhahabu. Lakini kama ataendelea kutazama siasa kwa jicho la mfumo wa zamani, basi lawama zitazidi kuwa kumbukumbu kumbu ya vizazi vijavyo. Kwa sasa Tanzania inasubiri kuona, je, Mwigulu Nchemba atageuza mashaka kuwa matumaini, au historia itabaki kumtazama kama mfano wa kiongozi aliyekuwa na nafasi ya kuunganisha nchi lakini akapoteza imani ya watu. Kwa kila kiongozi anayeteuliwa kuna baraka na kuna mizigo pia. Kwa kila jina linalopigiwa makofi kuna sauti za chini zinazohoji, lakini mwisho wa yote, historia ndio itatoa hukumu ya kweli, si propaganda, si jazba, bali matendo yenye uadilifu.